Agano la baraka. Mungu ametupa nafasi ya kuingia katika agano la baraka kwa kupitia damu ya Yesu. Vingine hufanikiwe kwa sababu kuna agano fulani limekaa katika maisha yako, kuna agano fulani limesimama katika maisha yako, kuna agano fulani kuna agano lipo, na adui anajua kabisa kwa kupitia hili agano hautaenda kwa kupitia ili agano hautatoboa, hautatoboa kwa kupitia ili agano hautavuka, auta adui anajua, adui anaelewa. Mungu anakupa nafasi ya kuingia katika agano la neema kwa kupitia damu ya Yesu. Sema, ee Yesu, <laughs> hey Yesu, ninanyunyuza damu yako inayonena mema katika wiki hii kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Jumapili, ninanyunyuza damu yako inene mema katika kazi zangu. Ninanyunyuza damu yako Yesu inene mema katika familia yangu. Ninanyunyuza damu yako Yesu inene mema mema, yawe ni kawa langu, mema yawe ni fungu langu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali